Irani kwenye lango lake la kaskazini la Hormuz imekuwa ikitegemea kusafirisha e, bidhaa mbalimbali na zikiwemo hizo bidhaa za mafuta ama bidhaa nyingine muhimu. Kwa hiyo kwa Irani mwenyewe anaweza akaathirika kwa maana ya a, katika masuala ya kiushuru e, lakini pia uingizwaji wa bidhaa katika nchi yake e, na hii pia inaweza ikaleta mtikisiko wa bei ya bidhaa hasa katika nchi yake, lakini mtikisiko e, wa uchumi kwa maana ya vitu ambavyo Iran inachukua kutoka nje ina, inaweza ikawa ina changamoto. Kwa sababu hiyo, tunajua Iran amekuwa mshirika mkubwa sana wa Urusi na naua kubadilishana na ufanyaji wa biashara, kwa hiyo nayo hiyo inaweza ikateteresha E, hasa uchumi wa wa, wa, wa, wa Iran kufungwa kwa mlango huu Nasoro, kutaikwamisha Irani yenyewe kushindwa kusafirisha mafuta yake, na vilevile vile kuna bidhaa nyingine ambazo pengine ingetaka kuzisafirisha nje ya nchi itakuwa haiwezekani tena. Je, hii inaweza kuwa ni kifo kwa uchumi wake Iran? Ah, inawezekana isiwe kifo lakini ukateteleka. mm -hmm. kwa sababu sote tunajua uchumi uchumi hautegemei tu biashara za nje na nadhani hili Irani wamelifikiria kwa kwa kina. E, ziko sababu za ndani zinaweza zikasababisha uchumi e, biashara za ndani yenyewe kwa ndani ya mikoa e, na kuuziana bidhaa wenyewe kwa wenyewe e, hiyo inaweza ikakuza uchumi wako. mm -hmm. Lakini e, pia uchumi wa nje nao umekuwa na mchango mkubwa hasa katika uchumi wa kisasa kwa maana ya kuleta bidhaa nyingi zaidi, lakini pia kusafirisha bidhaa nyingi zaidi na kupatia fedha ambayo nayo ikasaidia kukuza uchumi wako wa ndani. Unavyokiona kwamba uchumi utateteleka, lakini sio anguko la, la moja kwa moja. Na katika hali hii mlango wa bahari wa Hormuz, unaonekana kwamba uko mbali kidogo na Afrika, lakini kwa masuala ya biashara na usafirishaji wa mafuta na gesi, hili ni jambo ambalo liko karibu sana kwa bara la Afrika na hasa pia vilevile vile eneo la Afrika Mashariki. Uh, waafrika wanaweza kuathirika vipi kutokana na mzozo huu baina ya Iran na Israel kiuchumi? Waafrika tunaathirika kiuchumi kwa sababu tumekuwa ni watu wa kuagiza sana mafuta na bidhaa nyingine, tunazungumzia mbolea, viuatilifu E, mashine mbalimbali na hasa kupitia Mashariki ya Kati na pamoja kupitia bahari ya Hindi. Kukufungwa kwa kufungwa kwa Hormuz pia moja kwa moja, ingawa kama ulivyosema Afrika iko mbali, lakini tunaathirika moja kwa moja hasa katika bidhaa hizo za mafuta ambayo hii moja kwa moja e, uchumi wetu pia wategemea zaidi mafuta, inaweza ikaletea pia mfumuko wa bei wa mafuta na bidhaa nyingine ambazo tukizihitaji hasa kupitia bahari ya Hindi na hii pia inaweza pia ikatetelesha uchumi wa Afrika kwa maana ya hata misaada, kwa sababu nchi nyingi za Afrika nazo zinategemea zaidi misaada kutoka katika nchi washirika, ambazo nchi hizo zinaweza zikaelekeza misaada yake kwenye nchi hizo ambazo zimepigana kati ya Irani na Israel, ambayo hii nayo inaweza ikarifisha misaada na mikopo ambayo bara la Afrika linachukua katika nchi hizo katika kujiendeleza katika uchumi wake. Kwa hiyo kufungwa kwa Hormuz nadhani, moja kwa moja inaathiri sisi, kwa sababu uchumi wetu wa Afrika unategemea zaidi biashara za nje, mm-hmm, kuliko biashara za ndani, katika maisha ya mtu mmoja mmoja wa Afrika, uh, maisha ya kijamii na swala hili la mfumuko wa bei ambao, uh, unaweza ukatokea kutokana na uh, pengine mafuta kupanda bei sana. Vipi unaona wewe kuhusu hali ya maisha ya kijamii katika kipindi kifupi na hata katika kipindi kirefu kijacho cha mapambano haya kati ya Israel na Iran kiuchumi? Manaake inaweza ikabadili mfumo wa uchumi wa wananchi wa kawaida, na hasa ukiangalia miji yetu hii ya Afrika, ukiangalia Entebe, ukiangalia Dar es Salaam, watu wakiwa wametegemea zaidi usafiri wa umma ambao kama mafuta yatapanda, maanake tunatarajia gharama za usafiri kuweza kupanda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambayo hii pia inaenda kumwathiri mtu moja moja, namna ya kupanga bajeti zake katika maswala ya usafiri, lakini hata maswala ya ya chakula pia nayo inaathiri moja kwa moja, kwa sababu pia vyakula hivi vinasafirishwa kutoka miji kwenda mijini na, na chumi zetu za Afrika nyingi zimegawanyika katika miji na mijini. mm -hmm. Kwa hivyo bidhaa ambazo zinatoka mijini kwenda vijijini zitakuwa na bei kubwa kutokana na kiwango cha mafuta ambacho kinatumika ko hii nayo inaenda kumwathiri mtu moja kwa moja wa chini, ambayo inaweza ikafifisha kushindwa kupata huduma zake, kufikia kuzipata kwa wakati, kupata hospitali, kufika maeneo ya hospitali, kufika maeneo ya ya, ya shule eh, lakini kupata huduma nyingine muhimu ambazo pia zinategemea zaidi eh, zaidi maji. Na ukiangalia pia bara Afrika, tumekuwa watumiaji wakubwa hasa wa vyombo hivi vya usafiri vya bodaboda ambao navyo pia vimekuwa tegemezi kubwa hasa katika eneo la mafuta kwa okay, hiyo mgogoro huu una athari ya moja kwa moja hasa ya mwananchi wa kawaida katika bara la Afrika, kwa sababu nchi zetu nyingi zimekuwa zikiendeshwa na huo uchumi wa kidunia. Sisi sio kisiwa. Si, si, si, si, umekuwa ukifuatilia masoko ya fedha na masoko ya hisa na umeyaona jinsi ambavyo Uh, yameyumba kutokana na vita hivi eh, baina ya Israel na Iran kwa kipindi kifupi na hata kipindi kirefu kijacho. Uh, unazungumziaje kuhusu athari ambazo zinaweza zikaonekana katika masoko ya fedha ya kimataifa? Uh, ma ma masoko ya fedha nayo yanatetereka ya kwa sababu ya, ya, ya watu pia kuwa na hofu ya kuwekeza katika hizo biashara za hisa juu ya mgogoro huu ambao na unaendelea una, una kwa hiyo thamani ya thamani isa imekuwa e, ikishuka siku hadi siku, hasa kutokana na mgogoro huu, na hii nadhani ina, inaathiri hasa masoko hayo ya isa katika ulimwengu, lakini pia hata katika nchi zetu hizi e, kama ukizungumzia Tanzania, kuna masoko hapa ya isa ambayo nayo ufanyaji wake kazi unategemea zaidi hali za kisiasa na za kiuchumi hasa katika ulimwengu, ambayo nayo inaweza ikapelekea hofu ya watu kuwekeza katika masuala ya bondi. E, hati fungani na na, na, na maswala mengine ambayo yanahusiana na, na masuala ya hisa, kwa watu wanaweza kuwa na hofu juu ya, ya, ya fedha zao, maana tunazungumzia hisa, maanake tunazungumzia ni fedha ambazo watu wanawekeza kwa niaba ya kupata kigawio zaidi.